aturatho makiyo kege ithe ni wadari mirongo ire na ithatu kamuhari ga 19 akiyo kege igekauga atiriri ngai ti mundu ati niguwa henanie turugire muthenya waira ni kuri na kwehera ni wega nie nawe twitikire kuma thini wako wago korwo mwishiririe wito kana thini wago bangira ngai no ria turenda eke nekore na kuma

hendiria warikie gutuo kuona wamenya ati ngai ti mundu niuria kumenya ragatara kumenya ati ni kuri gukirereria ni kuri gweterera thiini wa ngai. Amen. ngai ti mundu ati niguo henanie Amen. ngai ti mundu ati niguo kuhenie akwire ni egwika age gwika akwire ni egukinyaniria age gukinyaniria Daudi akiuga ni gwetereraetereire ngai oakirereirie nikomenya menyete na gata okwa ate ngai ti mundu na karekia gukorwo kimenya korwo ngai menya atiriri ngai ndangehenania ngeye tuti thie muno makiria hihi nie nawe ne ke kigiretie tuko kana nie nawe ne keki kiratu ma ngoro ciitu ciorwo ne hinya ne keki kiragiria nie nawe tukirereria ni tondu tutire turarekia gota okwo na komenya ngai ti mundu ahenanie

Gutiri kindu kunge cenjia gutangikira gwaku ni kwa gutwe mahinda gutangikira gwaku ni guo gukureherera mathina na maingi Dikana no makiria Dikana ni uri watangwo ni kindu utangihota gucenjia Dikana ni uri watangwo ni kindu utangi hota weka ni gitagaga muromo na makiria gikurehagira ginyagia mathina ona no korewe nginya na merimu. rimu ni kii undu utangihota ndungihota na koguo kiugo giki kauga thiini wa ndari mirongo ere na ithatu kamuhari ga ikumi na kenda ngai ti mundu ati ni guo henanie ngai mm. ndangi kwirira akimenyaga ati akwirira akimenyaga ni ku henia ngai ndangi kaguo ni tondu ti mundu maundu maria mothe wonaga magekwo ni mundu macio ti mo ngai ekaga ona ti muru wa mundu ati ni ericukwo

na ni akwirire ni agukuhonia ni agukuhonia onakorwo wi gitandaini kia thibitari gutira makania ngai ni we mwene mahinda angikorwo akwirire ni agukura thima ona muthenya ucio wakinya ndirakwirire ona angikwira ni agukurathima o muthe gutuke wendo kamake ni agweka uguo no acokie nginya mahinda na thutha nigetha akurathime kiria kianagiria

Ngai aragia horo wa kirikiro anyitite kiambereria. Aragia horo wa kiambereria anyitite kirikiro. Wega gutiri undu atoe mwicireria wa mundu na wa Ngai. no nginya weherie mwicireria waku na wa Ngai. Nitare guthima ikanirwo na mundu wa guthima kindu no nginya tweherie